Jambo la kwanza tume nafasi hii kwa ajili ya kumshukuru sana Mungu kwa, kwa kufikisha siku hii ya leo ambayo kipekee mimi nasema ni siku ambayo ina historia sana kwenye maisha yangu. Kile jambo la pili tume nafasi hii kumshukuru kwa moyo wa dhati kabisa Mheshimiwa Mbunge, Mheshimiwa Anton Albert Mwantona kwa imani kubwa ambayo alikuwa amenipa wakati wote tangu aliponiteua, lakini pia hata kwa ushirikiano mkubwa ambao aliweza kunipa kwa kipindi chote ambacho nilifanya kazi kama katibu. Kwa kweli kazi yangu ilionekana ni rahisi sana, lakini sapoti kubwa niliyokuwa napata nilikuwa napata kutoka kwa Mheshimiwa Mwantona. Na nasema na tulifanya kwa kadri ya uwezo, ambapo Mungu atujalia yako mengine, kwa sababu jambo kubwa ambalo mimi kama katibu nilipaswa kulifanya kwa kipindi hicho la kwanza ilikuwa ni kuhakikisha tunatengeneza platform ya ofisi ya mbunge, kwamba ofisi ya mbunge tuitoe kwenye mamlaka ya mtu iwe ni ofisi ambayo ni taasisi. Jambo ambalo kwa nafasi kubwa nisema, kwa sehemu kubwa tuweza kufanikisha kuifanya ofisi ya mbunge sasa ionekane kama ni taasisi, lakini jambo la pili ambalo pia mimi kama katibu nilikuwa nilifanya ilikuwa ni kuhakikisha kwamba tunarahisisha utekelezaji wa majukumu mbalimbali ya mheshimiwa mbunge na kuhakikisha tunatengeneza mahusiano kati ya ofisi ya mbunge na ofisi mbalimbali na taasisi mbalimbali za serikali kwa ajili ya kurahisisha utekelezaji wa majukumu mbalimbali, jambo ambavyo tunaweza kufanikisha kwa, kwa sehemu lakini pia nitumia nafasi hii kuweza kumshukuru sana mheshimiwa Mwantona. Mwantona ametupa imani vijana, jambo ambalo kipekee sina budi kuweza kumshukuru sana sana. Vijana, niliaminiwa mimi, lakini bado naona amekuja kijana Meshack, kama kijana naye amekuja ameaminiwa kwa ajili ya nafasi hii ya ukatibu. Kwa hiyo tumshukuru kipekee, mimi kwa moyo wa dhati kabisa kwamba vijana ambao wanaonyesha wana uwezo, hebu tujaribu kuwapa nafasi ya kuweza kuonyesha uwezo wao, iwe ni chachu kwa vijana wengine wa Kitanzania. Lakini pia ni mpongeze kijana Mesha kwa kupata hii nafasi, na mimi sina shaka kabisa na uwezo wake, nimtakie majukumu mema na nimwahidi kwamba pindi atakapohitaji ushirikiano mimi nitamshirikiana naye, nitamshauri pindi atakapohitaji. Lakini pia niseme tu kwamba tumwache Meshack afanye kazi, aonyeshe uwezo wake mpaka anapata nafasi ya uteuzi. Tafsiri yake ni kwamba ana kitu ambacho kiliweza kumtofautisha na wengine, basi hicho ndio tunachokihitaji, kwamba kabla hatujaanza kumshauri na kufanya nini, hebu aonyeshe uwezo wake kwanza wa utekelezaji wa, wa, wa majukumu ya ofisi ambayo leo anaanza kuyatekeleza. Baadaye tutaendelea kumshauri, lakini kikubwa, naomba atekeleze majukumu yake. Naamini kama tutaweza kuacha na yeye akaonyesha uwezo wake wa kutekeleza kwene itampa nafasi nzuri ya kuweza kuonyesha kile ambacho anacho ndani ya kichwa chake. Kwa mwisho, niwatakie kila la heri na kuomba kwamba tuendelee kumpa ushirikiano na kumunga mkono. Eh, mimi ndiye katibu teule wa jimbo la Rungwe, ni yani, msaidia mheshimiwa mbunge Mheshimiwa Albert Mwantona. Kwanza kabisa nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutupatia uzuri ya uhai. Uhai umekuwa ni jambo kubwa sana kwangu, uzima umekuwa ni jambo kubwa sana kwangu. Lakini pia nipende kumshukuru Mheshimiwa Mbunge wa Jimbo la Rungwe, CPA Anton Albert Mwantona kwa kuweza kunipa imani kubwa sana katika maisha yangu. Leo hii historia imebadilishwa, leo hii historia imeandikwa katika maisha yangu kwa Mheshimiwa Mbunge kuniamini kunipa nafasi kubwa ya kuwa katibu wake wa Mbunge Jimbo hili la Rungwe. Nipende kumshukuru sana Mheshimiwa Mbunge, nipende kutoa pongezi zangu za dhati kwa Mheshimiwa Mbunge kwa kuniamini kwa kiasi kikubwa namna hii. Lakini pia ni muahidi na niweze na niweze kumhakikishia Mheshimiwa Mbunge kwamba nitakwenda kufanya kazi kwa kadiri ya uwezo wangu. Nipo tayari kitimamu, nipo tayari kimwili, nipo tayari kiakili cha kwe, kwa ajili ya kwenda kufanya kazi katika jimbo letu la Rungwe, nitamshauri nitamsaidia kutimiza maono yake makubwa ya jimbo letu la Rungwe. Lakini pia nipende kuwashukuru ndugu mbalimbali ambao wameweza kutoa pongezi zao. Ni waahidi ofisi ya mbunge nitaifanya kuwa ofisi shirikishi ya kijamii. Kila mmoja atashiriki katika e kuchangia kutoa mawazo kwa ajili ya kupeleka mbele maendeleo ya jimbo letu la Rungwe na kuhakikisha tunakwenda kutimiza maono ya mheshimiwa mbunge Anton Albert Mwantona niwaalike makundi mbalimbali, makundi ya vijana, wanawake, wazee, kuhakikisha kwamba tunashirikiana kufanya kazi kwa bidii, lakini pia niwaalike vikundi e, mbalimbali vya kijamii, bodaboda, bajaji, waendesha daradara, wa machinga e, kwamba tutashirikiana kwa kila kwa kadiri ya uwezo wetu, ili tuweze kuhakikisha kwamba jimbo letu la Rungwe linakwenda kupata maendeleo. Lakini pia napenda kumshukuru mtangulizi wangu ambaye ni kaka yangu Gabriel Mwakagenda. Amekuwa ni kaka mzuri, amekuwa ni kaka mwema, amendelea vizuri mpaka leo hii nimefikia nafasi hii. Nimshukuru sana kwa kazi aliweza kufanya, ni mwaidi, tutaendelea kumtumia kwa nafasi yetu e, pale ambapo tutakuwa tunahitaji ushauri wake, tutakuwa tukimtumia pia kwa ajili ya kuendelea kuboresha ofisi hii ya mbunge. Nimshukuru sana kwa kazi kubwa aliweza kufanya na ni mwaidi. Sisi vijana hatutoweza kumwangusha, lakini pia nipende kuwaalika vijana wengi zaidi. Vijana mwenzenu, leo hii nimepata nafasi tena kwamba tutahakikisha vijana wa jimbo la Rungwe wanaweza kutumika zaidi katika ofisi hii ya mbunge. Nimshukuru sana Mheshimiwa Mbunge na nimwaidi kwamba tupo tayari kufanya kazi usiku na mchana. Niwatakie siku njema wanarungwe. Asanteni sana, ninawapenda sana asante.